Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa, na kwa ndugu zangu wa Islam, asalamu alaykum. Tuna fursa nzuri leo kushuhudia waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timotheo tatu mstari wa kumi na nne, tena nne mstari wa pili. Paulo akimhimiza Timotheo kuyashika na kuamini yale aliyofundishwa, kwani neno la Mungu ambalo ni takatifu lina nguvu ya kubadilisha na kufanya mtu kuokoka. Paulo anaendelea kumsihi Timotheo kutangaza neno kwa kuhakikisha, kuonya, kuhimiza na kwa uvumilivu, ili watu wote wapate kuelimika. Mpendwa, kazi ya kueneza neno la Mungu si rahisi, lakini lahitaji bidii, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu neno hili hufaulu na kugeuza mioyo na wokovu hupatikana. Karibu kwa shairi. Yashikilie mpendwa, yale uliofundishwa ah, na kuyaamini kuwa, lokufunza wawajuwa ah, utotoni wako kuwa umeyajua ya kuwa. Mungu takutengeneza, tayari kufanya jema. maandiko matakatifu hekima takupatia, kwa Kristo mtakatifu upate okoka pia. Maandiko matakatifu ya Mungu yafaa pia. Mungu takutengeneza tayari kufanya jema. kosa kukanushia, watu kuwaongezea, na kuwaonyesha njia ya uadilifu pia. Mungu hutengenezea atende jema pia engeneza tayari kufanya jema. Ninakusihi mpendwa, mbele Mungu na Kristo, hakimu takae kuwa kwa binadamu ni Kristo, ujio wake mekuwa wazi kwa mfalme Kristo. Mungu tengeneza tayari kufanya jema. Ndugu litangaze neno, sisitiza, hakikisha oh. Onya, uhimize neno kwa uvumilivu tosha, wow. Na wote wapate neno na elimu ya kutosha kufanya jema. Mungu takutengeneza, tayari kufanya jema. Mungu takutengeneza, tayari kufanya jema. Mungu takutengeneza, tayari kufanya jema, na neno litasimama. Amina.